Hisham ana muhandisi jadidun, mimi ni muhandisi mpya. Ana muhandisun jadidun, mimi ni muhandisi mpya muhandisi. Ismi Hisham, jina langu ni Hisham. Ana min alwilayat almutahida, mimi ni kutokea kwenye alwilayat almutahida. ni United Nations maana mataifa aliungana, alwilayat almutahida Ahlan wa sahlan marhaban bika ya akhi, karibu eh ndugu yangu. Hii ahlan wa sahlan wa marhaban bika ni usulubu ambao una maanisha karibu, you welcome. Kisha nasema ana masururun bi liqa'ik, mimi ni mwenye kufurahishwa kwa kukutana na wewe. Ana mimi masururun ni mwenye kufurahishwa, bi liqa'ik kwa kukutana na wewe Bi liqaik, hizi ni maneno matatu. Kuna ba ambayo ni herufi ya kasra, kutia kasra, kutia jar, alafu kuna liqa. Liqa ni makutano, kwa kukutana, alafu na kaf, kaf ya mwenye kuzungumzishwa hivi. Kwa hiyo bi liqaik, kwa kukutana na wewe. Bi liqai, bi liqai, na kuna kasra kwa sababu ya hii ba, bi liqai, alafu ka, kaf ni mudhafu ilayhi. Wa ana masrurun bi liqaika, mimi nimefurahishwa kwa kukutana na wewe. Ana zamiluk, mimi ni zamili wako. Ismi Bilal, Bilal ibn Hamid, jina langu ni Bilal ibn Hamid. Zamili una zamil. zamil. ni yule zamil. partner ni mwenzako, either kazini, either darasani. Kwa hiyo yule ambaye unasubiana naye hawa, bila shaka wanafanya kazi sehemu moja. A anasema Bilal Washington min Washington, mimi ni kutokea. Inni, kwa kwa hakika mimi min m niu yu yurka ni yu a muslimun ni yu ni ni yu abuka ya Hisham, ni muislam baba yako ee Hisham? a muslimun, abuka ya Hisham, ni muislam baba yako ee Hisham? nasema shamla huwa laisa bimuslimin, hapana, yeye si muislam. La, hapana, huwa laisa bimuslimin, yeye si muislam. Kwa hivyo naweza kusema pia la, huwa laisa musliman, huwa laisa musliman, yeye si muislam, au pia -pi, kama alivyosema shekhi hapo, la, huwa laisa bimuslimin, yeye si muislam unaweza ukatumia uslubu wote laisa musliman au laisa bi muslimin. Kama tulivyosema kwa laisa, inatia dhamma kwenye jina na inatia fathah kwenye khabar. Kwa hiyo hapa, ilikuwa sentence, ilikuwa ni huwa muslim, huwa muslimun, hiyo ni sentence: huwa muslimun. Kija laisa hapa, inakuwa laisa. Sasa hii huwa inakuwa haidhihirishi utakaposema laisa, maana laisa fukanilia na vitu vingine maana yake laisa bi muslimin, maana yake laisa huwa, huwa itamku inafichwa. Kwa hii huwa inakuwa ismu laisa, inakuwa ni ismu laisa na laisa inafanya kazi ile tuliyosema, kwa inatia dhamma kwenye jina ya tia fatha kwenye khabar. Inafanya kazi kinyume na inna, inatia dhamma kwenye jina na fatha kwenye khabar. Kwa hiyo utakaposema Muhammadun qa'imun, Muhammad mwenye kusimama. A, Muhammadun jalisun, Muhammad mwenye kukaa. Ikija laisa hapa, inakuwa laisa Muhammadun qa'iman, Muhammad si mwenye kusimama. Au unaweza kutumia sulubu wa pili ukatumia ba kwenye habari, kuongeza herufi ba, ikasema laisa Muhammadun bi bi qa'imin Laisa muhammadun biqaimin, muhammad si mwenye kusimama. Laisa muhammadun biqaimin, muhammad si mwenye kusimama. Kwa hiyo ni namna mbili hizi za kutumia laisa. Naweza kutumia laisa laisa wakati ismu laisa na khabaru laisa bila kutumia rufia jari hii ba, au naweza kutumia ba kama tulivyotaja. Kwa hiyo hapa vile vile laisa bi muslimin, au ongeza kusema laisa musliman, namna zote mbili zinafaa ingawa hii ya kutumia ba ndio ambayo ni maarufu zaidi, wengi wanatumia hivi. Eh, lastu bijawana, mimi si mwenye njaa. Lastu biras bin, mimi si mwenye kufeli na mfano hivi sasa. Bilal wa ummuki wa ummuka a muslimatun hiya, je ni muislamu yeye eh? na mama yako, je ni muislamu yeye sima la pana. Hiya laisat bi muslimatin hiya, laisat bi muslimatin. Kwa sababu ni mwanamke, ndio maana imekuwa laisat, haitamki hapo, imefichwa hivi, laisat bi muslimatin. Kwa hiyo hii ndio ismu laisa na habari ya laisat bi muslimatin. Kisha anasema Bilal, alaka abana ya Hisham, je unawewe watoto ewe Hisham? Alaka abnaun ya Hisham? Je, una wewe watoto? Una wewe watoto? Sema naam li sitatu abna, naam li sitatu abnain, ndio nina mimi watoto sita. Li sitatu abnain, nina mimi watoto sita. Kisha sema Bilal atullabun hum, je ni wanafunzi wao? Atullabun hum, je ni wanafunzi wao? Sema Hisham la, pana.

wabaadhahum muhandisuna, na baadhi yao ni wahandisi. Wamesema la hapana, hum laisu bitullabin, kwa sababu ni hum inakuwa ni laisu eh eh, laisu bitullabin, wao si wanafunzi. Inna baadhahum tujjarun, kwa hakika baadhi yao ni wafanya biashara. Wabaadhahum muhandisuna, na baadhi yao ni wahandisi. Na hii baadhi ya pili pia inakuwa nafuata hapa, kwa sababu imeunganishwa kwa herufi hiyo ya kuunganisha wa utakapounganisha akusema Muhammadun wa Hamidun dhahaba ila madrasati, na Hamid wameenda. Inna Muhammadan, kwa hiyo hakika Muhammad. Kwa hiyo utakapounganisha pia, basi jina la pili linachukua hukumu ya ile jina la kwanza. Bilal, alaka banatun? Je, una wewe watoto. Alaka banatun? Je, una wewe watoto. Anasema Hisham, naam ndio, li khamsu banatin, nina mimi mabinti watano. Li khamsu banatin, nina mimi mabinti watano. Nasema Bilal, amutazawijatun hunna? Je, ni wenye kuolewa wao? amutazawijatun hunna. Je ni wenye kuolewa wao? Anasema Hisham la, hapana. Hunna lasna bimutazawijatin. Wao si wenye kuolewa. Hunna lasna bimutazawijatin. Wao si wenye kuolewa. Kwa hiyo hunna inakuwa lasna, lasna hiyo nunu si vute. Lasna ukivuta inakuwa ni sisi nahnu. Nahnu lasna inakuwa hivi. Lakini kwa sababu ni hunna inakuwa hunna lasna bimutazawijatin. Wao si wenye kuolewa. Inna hunna sigharun. Inna hunna sigharun. Inna hunna sigharun. Kwa hakika wao ni wadogo. Inna hunna sigharun. Kwa hakika wao ni wadogo. Baadhi hunna fi almadrasati alibtidaiya. Baadhi yao wapo kwenye shule ya msingi. Almadrasatu alibtidaiya ni shule ya msingi, ile hatua ya mwanzo kabisa, shule ya msingi. Kwa hiyo baaduhunna fil madrasati libtidaiya, baadhi ya, baadhi yao wenye shule ya msingi. Wa baaduhunna fil madrasati almutawassitati, na baadhi yao kwenye shule ya katikati. Kwa hiyo hii kwa kwetu itakuwa ni kama O level, kunaanza msingi kisha kuja O level halafu inakuja thanawiya ambao ni juu advanced. Kwa hiyo baaduhunna fil madrasati libtidaiya, baadhi yao kwa shule ya msingi wabaduhuna fi lmadrasati lmutawasitati na baadhi yao katika shule ya katikati. Kisha nasema Bilal, a laka ikhwatun, je, unao wewe kaka na ndugu wakiume? Hawa nasema kisha Man la, laisa li ikhwatun, hapana sina mimi ndugu, sina mimi ndugu. Inna li thalatha akhawatin, kwa hakika nina mimi dada watatu. Inna li thalatha akhawatin kwa hakika nina mimi dada watatu. Kisha sana Bilal amuslimatun hunna je ni waislamu wao amuslimatun hunna je ni Waislamu wao. Nasema Hisham naam, ndio hunna muslimatun wao ni Waislamu hunna muslimatun wao ni Waislamu. Alhamdulillah nasifa njema zote ni za Allah. Alhamdulillah nasifa njema zote ni za Allah. Kishan,